ma nimeshiriki sana katika vikao vingi vinavyohusiana na mradi huu wa unaofadhiliwa na Norwegian Church Aid. Dayosisi yetu ya Kaskazini imekuwa eh, <coughs> na mahusiano ya karibu sana na shirika hili la Norwegian Church Aid na shirika hili limefadhili miradi mbalimbali kuanzia miaka elfu mbili na ishirini na moja, ishirini na mbili mpaka leo inaendelea kufadhili miradi mbalimbali na kama alivyohitaji baadhi e, Mchungaji Munisi. Na kwa upande mwingine, kwa upande wa Dayosisi mimi ndio ninashiriki kwenye vikao vya board vya Norwegian Church Aid. E, kwa maneno mengine mimi ndio nawajibika na miradi hii yote ambayo mnaifanya inayofanywa na Dayosisi chini ya uh, ufadhili wa Norwegian Church Aid. Kwa hiyo uwepo wangu uwe kwenye hizi semina na washa mbalimbali, zinanisaidia sana wakati wa kwenda kuwajibika mbele ya board na council kubwa ya uh, Norwegian Church Aid, kuonyesha nini tumefanya na ni mafanikio gani tumekuwa nayo katika mradi huu uh, wa mashirikiano na NCA kwa maana ya Norwegian Church Aid, tumekuwa na miradi mbalimbali -mbali, ambayo imefanywa imefadhiliwa na shirika hili la Norwegian Church Aid, na mojawapo ni huu wa kwenu, unahusiana mambo ya kilimo na ufugaji, miradi ambayo ina, inasaidia jamii katika eneo hilo la kilimo na ufugaji. Kumekuwa na miradi mingine ya mambo ya livyotaja mnisi kuwasaidia kina mama kwenye mambo ya vikoba microfinancing. Tumekuwa na miradi mingine ya kusaidia mambo ya haki za kisheria katika jamii ambapo tuliita paralegal, na sasa hivi kuna mradi huu ambao unaunganisha dini mbalimbali mbali kwa pamoja kama tulivyojumuika hapa leo ambao tunaita Interfaith ambapo viongozi wa dini mbalimbali Waislamu, wa kristo wa kristo, kwa maana wa Lutheran, Catholics, Anglican, Pentecost na madhehebu mbalimbali ya Kikristo tunajumuika pamoja katika kufanya miradi, lakini katika kuzungumza mambo ambayo yana yana tuna mfanano nayo na zaidi tunaangalia pia mambo ya haki na mambo ya amani, na ndiko chimbuko la la la neno kuu hili linalosema, dini mbalimbali, upendo haki na amani. Kwa hizi dini mbalimbali zimesaidia sana kuleta uelewano wa dini mbalimbali katika nchi yetu katika mambo ya haki na amani, lakini zinatumika pia kama jukwaa la ku zungumza na serikali katika yale mambo ambayo wanafikiri wanataka serikali ifahamu kwenye mambo ya haki, lakini pia kwa maeneo ambayo wanafikiri serikali e, iwe na mtizamo mzuri, mtizamo chanya kwa dini zinazojiendesha e, hapa nchini. Ni jukwaa hilo linatumika, wanawasiliana na serikali kama, kama e, jukwaa moja la dini upande mwingine unakuwa serikali. Kwa hiyo, limeleta e, mahusiano mazuri sana, na nafikiri niliwaambia kikundi kimoja katika mradi ambao umefanikiwa sana, na wale watu wa Council ya Norwegian Church Aid walitamani e, mfano huu wa hapa Tanzania uwe utumike katika bara la Afrika, ni mfano huu wa kukutanisha dini mbalimbali katika meza moja. Kwa hiyo sura ya miradi yetu yote hata huu wa kilimo umechukua sura hiyo kwamba dini zote zinakuwa pamoja kama ndugu. Ukiangalia yanayotokea Sudan, na Somalia na maeneo mengine, ni maeneo ya ni matatizo yanayoletwa na masuala ya tofauti za ki, za kiimani. Sasa bahati nzuri kwa sisi tumefanikiwa sana hilo. Na huu kama mradi mmoja ambao unafadhiliwa na NCA ukishirikiana na Dayosisi ya Kaskazini umefanikiwa sana kuwa na jukwaa la kila mkoa, lakini jukwaa la nchi nzima almost la dini zote mbalimbali, viongozi wanakutana na kujadili mambo yale ambayo yataleta utulivu na amani ndani ya nchi. Jambo lingine ambalo nilipenda kuzungumza ni kwamba katika vikao vyetu vyote hivi vya miradi tumehusisha sana wadau mbalimbali na nimefurahi kuona wadau upande wa serikali wamekuwepo katika halmashauri zetu, eh, sekta ya kilimo, sekta ya maendeleo ya jamii, sekta ya mazingira. Miradi hii ya NCA yote imeangazia katika maeneo hayo na hasa sekta ya kilimo na ufugaji. Eh, jambo la la mazingira ni tunaita ni mtambuka ni cross-cutting, na ni la kidunia laki kwamba kila nchi inatakiwa iwe na iwe sensitive <coughs> masuala ya mazingira, kwa sababu ni sehemu kubwa sana, ya uhai wa ulimwengu huu unategemea sana utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo wadau wetu kutoka serikalini tunawakaribisha sana katika kikao hiki. Nimefurahi nimepata fursa ya kujiunga na sisi kwa sehemu kubwa. Pia yale tunayo yafanya ni mojawapo ya activities ambazo tumepanga katika idara zenu, hasa upande wa kilimo, ufugaji na mambo yale ya maendeleo ya jamii, ni sehemu ambazo tunahusika nazo. Kwa hiyo ninyi ni wadau muhimu sana kwetu, lakini pia nishukuru kwamba eh, mchungaji ameweza kupata hao wenzetu wa life systems wameweza kushiriki na sisi leo katika e, washa hii ya leo. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza e, swala la kufanya kilimo kiwe kilimo cha biashara, na tulizungumza sana kwamba e, kwa muda mrefu e, tangu tupate uhuru kilimo kimekuwa ni kilimo cha kujikimu, kwa maana ni subsistence farming. Mtu analima apate chakula na akiba ya bunia moja la kuuza kesho, apate mahindi, apate nyama labda na chumvi, na sehemu impeleke mtoto shule. Kwahiyo sio kilimo cha uhakika, ni kilimo cha subsistence, cha kujikimu tu. Sasa tungependa kufunua e, fikra za watu waingie kwenye kilimo cha biashara, na kilimo cha biashara, dhana iliyokuwepo kwamba ni lazima uwe na labda eka 1 eka 5, lakini unaweza kutumia eka moja au 2 ukalima E, kwa kitaalam ile productivity ikawa juu na ikawa ni kilimo ambacho kinakuwa cha kibiashara. Sasa maeneo mbalimbali yamehusika kwenye hii miradi, mambo ya masoko na mambo ya kutumia wataalam. Ndio maana leo tuna wataalam hapa wa mambo ya kilimo, ufugaji na wataalam wa mambo ya masoko pia, na tumekuwa tukihusisha pia wataalamu wa mambo ya ya fedha ambao watasaidia sasa fikra za Mtanzania zibadilike, tujiingize kwenye kilimo na mifugo, kilimo na maana inajumuisha na mifugo, tufanye hizi kazi kibiashara, ili tuweze sasa e, kuondokana na kilimo cha kujikimu tuwe sasa ni watu wa jia biashara. Kwa hiyo tunashukuru support systems naendelea kutupa ule utaalamu wa jinsi ya fanya kilimo kumekanize kilimo, kutumia science kwenye kilimo, kutumia teknolojia kwenye kilimo, na sasa tusisitize wa, wa, wakulima wetu waendelee kutumia wataalam ambao wako ili kuleta mageuzi kwenye hiki kilimo cha e, tunachofanya hapa sasa hivi, tuondokane na kilimo cha kujikimu. Tukiangalia mwitikio wa jamii kwenye hizi sehemu ambazo tumefanya hii miradi, mwitikio wa jamii ni mzuri, na labda ninyi mlioko, uh, kwenye field, mnaweza kusema zaidi kwamba kuna watu wengi wamenufaika na na mradi huu kwa kugeuza fikra na kuingia kwenye kilimo cha kitalo. Lakini tukipima pia, tunaona bado tume- tumecover eneo dogo sana, almost asilimia themanini bado hatujaweza kuishughulikia. Kwa hiyo ndio maana kwa upande mmoja, Dayosisi inaendelea kutafuta wafadhili mbalimbali waweze kutusaidia sasa hii miradi ya kuinua na kubadilisha hali ya maisha ya jamii, hasa wakulima wetu na wafugaji waweze kuinuka kimapato, ndio tunatafuta wafadhili wa kusaidia hii miradi iweze kuendelea ili tuweze kuwa na coverage kubwa zaidi. Lakini kitu cha muhimu na ambacho nataka kuambia, uh, wenzetu walioko field na wataalamu wetu wa kilimo, unapokuwa na mradi, mradi ni jambo la kukusaidia kama shamba darasa. Kwa hiyo inatakiwa ule ufadhili wa mradi ukimalizika, muwe mmejenga uwezo endelevu ule mradi sasa uingizwe kwenye mifumo ya kawaida ya, ya uendeshaji ili sasa watu waweze kuwa iwe sehemu ya maisha ya watu. Na ili nimelisema, ili tusitegemee sana miradi kama wafadhili miaka yote wataendelea kuwa na sisi. Hii wanatufundisha kuvua samaki, kwa hiyo tukishajua kuvua tunatakiwa sasa tuendeleze ile nguvu ya kuvua samaki. Kwa hiyo naomba mwe na hiyo spirit huu moyo. Wakati tunafanya haya mambo, tusiyafanya kama kitu cha cha milele kwamba kutegemea wafadhili, lakini tunataka tufanye tufike mahali sasa tuingize katika mfumo wetu ya kawaida ya maisha, ndio tutakuwa tume tumehitimu au tugraduate kwenye mambo haya ya miradi ya ufadhili. Kwa hiyo nitaomba sana wale wa wataalam na wale mabwana shamba walioko kwenye maeneo yetu mchukulie hiki kitu kwa seriously, mchukulie kwa umuhimu wake, kwamba sio kila siku tutakuwa tunakaa hapa kupata e, mambo ya miradi ya NCA. Tunataka tufike mahali tumalize, tuwaachie sasa, ninyi mwendelee kuwawezesha wakulima, waendelee kuvua samaki wenyewe, hatimaye iwe sehemu yao ya maisha, na hapo ndio tunaweza kusema kwamba hii miradi imekuwa na mafanikio lakini, washukuru wataalamu kwa na wale wa, walioko field kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wakiifanya toka tuanze hii miradi, kwa sababu hawa wafadhili wetu wa NCA miaka yote, kwa bahati nzuri huu mradi wa Dayosisi ya Kaskazini umekuwa na mafanikio mengi sana. Kuna miradi mingine imekuwa na changamoto za uaminifu wa, wa mambo ya uchozaji wa fedha vifaa lakini pia hata ile uwajibikaji unakuwa haupo, na kwa maana hiyo sehemu nyingi zimekosa uendelevu wa huu mradi. Lakini dayosisi yetu imeendelea kupata kama hii alivyozungumza a mchungaji Munisi, hii ni ni, ni awamu ya pili. E, sio wote tuliokuwa nao awamu ya kwanza walipata. Sisi tumebahatika kuingia kwenye hii awamu ya pili kwa sababu ya namna ambavyo miradi ilisimamiwa kuanzia uongozi lakini pia watendaji katika maeneo mbalimbali na uwajibikaji, lakini la maana zaidi matokeo yalionekana kwamba e, matokeo yalikidhi matarajio ya uh, sababu ya kuwa na huu mradi. Kwa hiyo ni washukuru kwa kazi nzuri ya wataalam na hawa mafield ofisa wetu, lakini tuendelee kuweka nguvu katika hili jambo Sio tu ili tuwaridhishe wafadhili, lakini tufike mahali tuseme sasa tunaweza kuogelea wenyewe. Na wenzetu wa serikalini katika halmashauri mbalimbali, tungependa sasa na ninyi mpate hizi hizi study za kusimamia hii miradi, ili muendelee pia kutusaidia kuisimamia, tutakapofika wakati wa kusimama na kujitegemea sisi wenyewe. Basi nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Niwatakie siku njema ya leo. Najua ni kikao cha wataalamu, sio kikao cha si <coughs>